Mnasema mnataka kumjua mmiliki halali wa gari. Nadhani mnaziona gari hizi hapa Maybach, hiyo hapo milioni 700, bilioni moja na milioni mia tano hii hapa. hii hapa sports car, hii luxury car. hiyo hapo ndio inashuka kwa owner mwenyewe tajiri, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi jua, unaona hela, najua maadui zangu, watoto wa mjini unajua mi mtoto wa shamba mi nimetoka Mbeya Kiela huko kijijini maskini mmoja nimezaliwa kwenye familia ya kimaskini na walipresenti maskini wote vijana ambao wametoka kwenye familia za kimaskini mimi ndio role model wao kwa hiyo siwezi kufeli hata iwaje yaani watoto wa mjini katika siku nimewatia lakati basi hizi siku tatu nawatia lakati sana Tunawapigia simu mpaka mademu zenu o chifu ameishiwa oya, oh, mi siishiwi leo wala kesho. Mi mtoto wa kijijini, nimetoka kijijini, alafu niko mjini na tamba na hamna kitu chochote. Mtoto wa mjini ataniambia yani wewe mtoto wa mjini? Mi kwangu fala kama mafala wengine, nauna cha kuniambia chochote. Na hela chafu na uwezo wa kuzibeba gari kutoka Dar zikaja Kenya na nikaishi nazo, alafu fresh, nauna cha kuniambia haya. Gari hizo hapa zimetoka Dar, zimebebwa hazitembei, nimeletewa mpaka hapa na Nairobi CBD. Utaniambia nini wewe masikini gari yako inaishia Mbezi Bichi inaenda hapo Sinza kwa Malaya na Tabata ime hizo hapo Dinga. Dinga hizo hapo zinashuka, si unaelewa? Wale wote waliozani nitasafa, wale watu wote waliozani nitafilisika, nitaishiwa niye ni umbwa, yaani mtu aliyesota yuko kama mimi mtu aliyeishiwa yuko kama mimi mnavyoniona, onyeshe mtu... ndinga hii yote ni jeuri, hii ni jeuri ya pesa. Pesa inaongea, ukisha una pesa unaweza kufanya chochote unachotaka eti ti oh, chifu amesota. Mimi ni wa kusota, nisote mimi. Sasa mimi ni kisota, kutakuwa kuna nini tena?